Anakuwa na njaa na shauku kubwa ya neno la Mungu. Mtu aliyejaa Roho Mtakatifu anatamani kulisoma, kulisikia na kulitafakari neno la Mungu kila mara, siku zote. Ishara ya kwanza ambayo inaonyesha ya kuwa mtu huyu ana Roho Mtakatifu halisi anakuwa na njaa na shauku kubwa ya neno la Mungu, ni mtu ambaye anapenda sana kutumia muda wake kwenye kulisoma neno kulitafakari na kuliishi neno la Mungu. Ukiona ishara hii kwa mtu ambaye uh, ukitaka kujua mtu huyo kuwa ana Roho Mtakatifu halisi, ni mtu ambaye anakuwa na njaa na shauku kubwa sana neno la Mungu, anakuwa ni mtu ambaye anatamani sana kulisoma, kulisikia na kulitafakari neno la Mungu kila mara. Lakini ishara namba mbili, maisha yake yanakuwa yamejaa upendo wa kweli. Upendo wake si wa masharti si wa unafiki bali ni ule unaotoka kwa Roho wa Mungu. Siku zote mtu ambaye ana Roho Mtakatifu maisha yake yanakuwa yamejaa upendo wa kweli. Ndio maana ukisoma kwenye kitabu cha Warumi sura ya tano na mstari wa tano imeandikwa nukuu, kwa maana pendo la Mungu limekwisha kumiminwa katika mioyo yetu na Roho Mtakatifu tuliopewa sisi kwa hiyo ishara ya, kwa, ya pili ambayo ukiona basi unatakiwa utambua ya kuwa mtu huyo ana Roho Mtakatifu halisi, maisha yake yanakuwa yamejaa upendo wa kweli na wala si upendo wa kinafiki, bali maisha yake yanakuwa yamejaa upendo wa kweli kabisa. Ndio maana la Mungu lasema kwenye kitabu cha Warumi sura ya 5. 5. 5. kwa maana pendo la Mungu limekwisha kumiminwa katika mioyo yetu na Roho Mtakatifu tuliopewa sisi. kwa hiyo ishara ya pili ya mtu ambaye ana Roho Mtakatifu halisi maisha yake yanakuwa yamejaa upendo wa kweli na wala si unafiki. Lakini ishara ya tatu ambayo inaonyesha mtu huyo ana Roho Mtakatifu halisi hutafuta amani badala ya migogoro. Siku zote mtu aliye na Roho Mtakatifu ni mpatanishi na mleta amani. Kwa hiyo hii ni ishara ya tatu ya mtu ambaye ana Roho Mtakatifu halisi hutafuta amani badala ya migogoro. Kwa hiyo siku zote mtu aliye na Roho Mtakatifu ni mpatanishi na mneta amani. Ndio maana ukisoma kwenye kitabu cha Mathayo sura ya tano na mstari wa tisa imeandikwa nukuu, heri wapatanishi, maana hao wataitwa wana wa Mungu. Kwa hiyo siku zote ishara ya mtu ambaye ana Roho Mtakatifu halisi hutafuta amani badala ya migogoro ni mtu ambaye hapendi migogoro, ni mtu ambaye anapenda amani kuliko migogoro, ni mtu ambaye hata mkikosana, yeye hata kama wewe ndio umemkosea, sometime anaweza akatafuta kutengeneza mkaendelea kuishi vizuri. Kwa hiyo mtu, ishara ya tatu ya mtu ambaye ana roho Mtakatifu halisi ni mtu ambaye hutafuta amani badala ya migogoro, ni mtu ambaye anapenda sana amani kuliko migogoro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 amani, uvumilivu, utu wema, fadhili, uaminifu, upole, kiasi. Ukiona mtu huyo anadhihirisha maisha yake, anadhihirisha tunda la Roho Mtakatifu, basi unatakiwa utambue ya kuwa mtu huyo anaye Roho Mtakatifu halisi. Lakini ishara namba tano, anakuwa na shauku ya maombi kila wakati, hapumziki katika maombi kwa kuwa Roho Mtakatifu umsukuma kuwa karibu na Baba. Kwa hiyo ni mtu ambaye anakuwa na shauku ya maombi, anakuwa ni mtu ambaye anatamani muda mwingi kutumia kwenye maombi. Ni mtu ambaye akikaa anatamani kuomba, maisha yake ni maombi. Yaani yeye ya akikaa anatamani kuwa karibu, anajisikia raha akiwa kwenye uwepo wa Mungu. Ukiona ishara hii, basi unatakiwa utambue kuwa mtu huyu ana Roho Mtakatifu halisi. Ndiyo maana ukisoma kwenye kitabu cha Wathesaloniki wa kwanza sura ya tano na mstari wa kumi na saba imeandikwa, ombeni bila kukoma. Kwa hiyo ishara ya tano ya mtu ambaye ana roho mtakatifu halisi ni mtu ambaye a, anapenda maombi, anapenda kila wakati awe kwenye maombi. Kwa hiyo anakuwa na shauku ya maombi kila wakati, kwa sababu hapumzii, kwa sababu roho mtakatifu anakuwa anamsukuma ili awe karibu na Mungu. Kwa hiyo ishara namba tano ya mtu ambaye ana roho mtakatifu halisi ni mtu ambaye anakuwa na shauku kubwa ya maombi. Lakini ishara namba sita ya mtu ambaye ana Roho Mtakatifu halisi ana ujasiri wa kiroho Roho Mtakatifu humjaza ujasiri wa kusimama imara hata mbele ya upinzani. Ndio maana ukisoma kwenye kitabu cha Matendo sura ya 4 na mstari wa 31, imeandikwa nukuu, hata walipokwisha kumwomba Mungu mahali pale walipokusanyika walipo pakatikiswa, wote wakajaa Roho Mtakatifu wakanena neno la Mungu kwa ujasiri. Kwa hiyo ishara ya sita ya mtu ambaye ana Roho Mtakatifu halisi anao ujasiri wa kiroho. Roho Mtakatifu humjaza ujasiri wa kusimama imara hata mbele ya upinzani. Ni mtu ambaye anaweza kusimama imara hata mbele ya upinzani, hata maelfu ya watu wanapokuwa kinyume na yeye. Ni mtu ambaye anaweza kusimama imara pasipo kutetereka, pasipo kuyumba yumba. Hii ni ishara ya mtu ambaye ana Roho Mtakatifu, ni ishara ya mtu mwenye Roho Mtakatifu halisi, ni mtu ambaye ana ujasiri wa kiroho, ni mtu ambaye hayumbishwi, ni mtu ambaye anaweza kusimama hata kama kwenye kuna dhoruba kiasi gani, ni mtu ambaye anaweza kusimama pasipo kutetereka wala kuyumba yumba. Kwa hiyo ishara ya sita ya mtu ambaye ana Roho Mtakatifu halisi ana ujasiri wa kiroho. Lakini ishara namba saba, ana unyenyekevu wa kweli. Mtu aliye na Roho Mtakatifu hatumii karama au upako kwa majivuno bali hutambua kuwa vyote ni kwa ajili ya utukufu wa Mungu. Kwa hiyo ni mtu ambaye mtu mwenye Roho Mtakatifu ana unyenyekevu wa kweli Yaani, hatumii karama au vipawa alivyonavyo kwa ajili ya majivuno, anakuwa anatambua vyote alivyo navyo ni kwa ajili ya utukufu wa Mungu. Ndio maana ukisoma kwenye kitabu cha Yakobo sura ya 4 na mstari wa sita imeandikwa, nukuu, lakini hutujalia sisi neema iliyozidi kwa hiyo husema Mungu huwapinga uwajiku zao bali huwapa neema wanyenyekevu. Kwa sifa mojawapo ya mtu au ishara mojawapo ya mtu mwenye Roho Mtakatifu halisi anao unyenyekevu wa kweli. Ni mtu ambaye hajivuni kwa sababu ya kipawa chake, ni mtu ambaye hajivuni kwa sababu ya, ya ule wito alionao, ni mtu ambaye hajivuni anakuwa anatambua yote alionao ni kwa ajili ya utukufu wa Mungu, anakuwa ni mnyenyekevu. Lakini ishara ya nani inaonyesha mtu huyu anaye Roho Mtakatifu wa kweli, anachukizwa na dhambi. Anapoona dhambi, moyo wake huumia na anatamani kutembea katika utakatifu. Ndio maana ukisoma kwenye kitabu cha Waefeso sura ya 4 na mstari wa 30, imeandikwa nukuu, wala msimhuzunishe yule Roho Mtakatifu wa Mungu, ambaye kwa yeye mlitiwa muhuri hata siku ya ukombozi. Kwa hiyo ishara ya nane ambayo inaonyesha mtu huyo anaye Roho Mtakatifu wa kweli anachukizwa na dhambi, ni mtu ambaye akiona jambo linaenda kinyume na haki, ndani yake anaumia kabisa moyoni mwake, anakuwa anasikia kuna fukuto. Kwa hiyo anakuwa anachukizwa na dhambi, anachukizwa na maovu. Hii ni ishara ya mtu mwenye Roho Mtakatifu halisi. Lakini ishara namba tisa, anakuwa na shauku ya kuwa na ushirika na watakatifu wengine Roho Mtakatifu humvuta mtu kutamani kuwa pamoja na waumini wengine, sio kutengwa. Ndio maana ukisoma kwenye kitabu cha Waibrania sura ya kumi na mstari wa 25 imeandikwa nukuu, wala tusiache kusanyika pamoja kama ilivyo desturi ya wengine, bali tuonyane na kuzidi kufanya hivyo kwa kadiri mwonavyo siku ile kuwa ile inakaribia. Kwa hiyo sifa mojawapo au ishara uh, ya mtu mwenye Roho Mtakatifu halisi anakuwa na shauku ya kuwa na ushirika na watakatifu wengine. Anakuwa na shauku ya kuwa na ushirika na watakatifu wengine, ndomano la Mungu anasema, wala tusiache kukusanyika pamoja kama, kama ilivyo desturi ya wengine. Wala tusiache kukusanyika pamoja kama ilivyokuwa desturi ya wengine. Kwa hiyo ni mtu ambaye anapenda kuchangamana na washirika wengine, watakatifu wengine. Lakini ishara ya kumi ya mtu inaonyesha mtu huyo ana roho mtakatifu halisi anao uelewa wa kiroho. Mtu aliye na Roho Mtakatifu huweza kutambua uongo, roho za giza na hila za adui. Kwa hiyo anakuwa ana uelewa wa kiroho. Ndio maana ukisoma kwenye kitabu cha Wakorinto wa kwanza sura ya pili na mstari wa 15 imeandikwa nukuu, lakini mtu wa rohoni huyatambua yote, wala hatambuliwi na mtu. Mtu wa rohoni huyatambua yote. Kwa hiyo mtu mwenye Roho Mtakatifu halisi anaouelewa kiroho mtu aliye na Roho Mtakatifu halisi huweza kutambua uongo, huweza kutambua roho za giza, huweza kutambua hila za adui, anakuwa na uelewa wa kiroho. Lakini ishara namba 11, anashuhudia injili kwa shauku. Mtu aliyejaa Roho Mtakatifu hawezi kunyamaza kuhusu Yesu Kristo. Kila mara atatafuta nafasi ya kumshuhudia Yesu Kristo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 kila mara atatafuta nafasi ya kumshuhudia Yesu Kristo. Hata kama mmekaa kwenye mmekaa mnaongea, atatafuta namna tu ya kumshuhudia Yesu Kristo. Ni matumaini na kitu ambacho umejifunza. Kama kuna jambo ambalo umejifunza, naomba ukomenti, nimejifunza zaidi. Lakini pia ningependa kufahamu unatufuatilia ukiwa nchi gani, au ukiwa mkoa gani, au ukiwa sehemu gani? Mungu akubariki wote kutumia muda wako kushare link ya video hii. Mungu akajibu hitaji la moyo wako. Ninakupenda, nikutakie wakati mwema.